U hali gani, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu? Ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Ni kukaribishe tena kwenye meza yetu ya habari ili kusudi tuendelee kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu mezani tunayo habari ya Askofu Mkuu wa makanisa ya Moravian Emmaus Bandekile Mwamakula kumjibu shehe aliyedai kwamba ukimya wa makamu wa rais unatia wasiwasi kufuatia yanayoendelea nchini, na kwamba kwa nini makamu wa rais yupo kimya eh, na hajajitokeza hata kukemea uvunjifu wa amani wala kuhamasisha utulivu nchini. Shehe huyo alisema katika kipindi hiki cha changamoto wao kama Waislamu hawajasikia makamu wa rais akitajwa popote ama kuguswa. Shehe akauliza swali kwamba, je, ndiyo mwelekeo aliotumwa na Father Kitima na Wakatoliki? Hivyo ndivyo shehe huyo alivyomzungumzia makamu wa rais katika hoja zake alizozitoa. Anaitwa Shehe Rajabu Katimba, kwa mujibu wa askof Emaus. Shehe huyo alizungumza mambo mengi sana, na katika kuzungumza hoja zake alikuwa akiuliza maswali pia. Aliuliza, je, ndicho kinachoendelea nchini hivi sasa kumsukuma rais Samia Suluhu Hassan ambaye anatoka katika jamii ya Kiislamu apigwe vita ili badala yake waingizwe viongozi wanaotokana na kundi fulani la kidini kwa maslahi yao ya kisiasa au kibiashara. Tunakwenda kutazama na kusikiliza hoja nzito za askofu mkuu Emaus Bandekile Mwamakula kufuatia aliyoyazungumza shehe huyo hasa hasa alipomgusia makamu wa rais. Askofu mkuu Emaus Bandekile Mwamakula, katika kujibu hoja za shehe huyo, anasema yafuatayo. Mheshimiwa wa Shehe Rajabu Katimba akisoma skripti katika press, pamoja na mambo mengine anahoji mambo yafuatayo: moja, je, kwa nini watu wanamsema Rais Samia peke yake na kutaka yeye aondoke madarakani ila hawamgusi makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkatoliki. Namba mbili, kwa nini makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi yuko kimya na hakemei vurugu au ndio wametumwa na fadha kitima? E, haya ni moja ama miongoni mwa maswali ambayo ameyauliza she huyo wakati akijenga hoja zake hasahasa kwenye upande ama hasahasa alipomzungumzia makamu wa rais. Sasa basi Askofu asco Emaus Bandekile Mwamakula ana, ana, anaendelea kwa kusema mimi ninge, ningeenda kuchangia hoja za Shehe Rajabu Katimba kwa kutoa ufafanuzi kama ifuatavyo. Moja, wakati wa kampeni za uchaguzi wa Oktoba mwaka 2020, Shehe Katimba, Shehe Ponda na mimi tulizunguka nchi nzima tukiwa na Tundulisu. Wenzangu walikuwa na ujasiri wa kusimama na kusema hadharani kuwa kura za Waislamu zielekezwe wapi. Mimi ujumbe wangu ulijikita zaidi katika kuonya watawala dhidi ya uporaji wa uchaguzi, wizi wa kura, uenguaji wa wagombea na kupiga watu risasi. Namba mbili, katika uchaguzi ule sote tulimsema Rais Magufuli, lakini hatukumgusa Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi sikumgusa Samia Suluhu Hassan kwa sababu sikuwa na hoja ya msingi dhidi yake, lakini lakini kwa skripti ya Shehe Ponda, huenda hawakumgusa kwa sababu pia alikuwa ni Mwislamu mwenzao. Namba 3, katika uchaguzi ule angeshindwa eh, katika uchaguzi ule angeshindwa Magufuli, hiyo ingemwangusha na Samia pia. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya kumsema sana Samia. Namba 4 kuhusu kutokumsema makamu wa rais Dr. Nchimbi inaonekana, Shehe Katimba hakuwa nchini kipindi kirefu. Nchimbi ndiye ambaye pia alitoa kauli kuwa watafanya maridhiano baada ya uchaguzi. Mimi nilimsema sana kwa kauli ya aina ile, ushahidi upo. Hata maaskofu wengine wakiwemo wa kanisa Katoliki nao waliendelea kupinga kauli ile, wakiwasema watawala wote. namba tano hata baada ya uchaguzi mimi nilimsema Dr. Emmanuel Nchimbi, nilimsema waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, na nilimsema pia kijana mpya Joeli Nanauka. Hao sio wabudha na wala sio Waislamu, ni Wakristo. Maaskofu wengine wameendelea kusema, lakini tukitaka kuwatendea haki wao, huusema utawala kwa ujumla wake, hawamlengi mtu katika nyaraka zote pamoja na matamko yote yaliyotolewa na maaskofu wakiwemo hao wa kanisa Katoliki hatuoni hata moja linalomlenga rais peke yake, ingawa yeye ndiye aliyeshika mamlaka namba sita. Mwisho, sisi maaskofu wote, wakiwemo pia hao wa kanisa Katoliki, katika kusema kwetu tunaisema serikali ya Tanzania, serikali ya Rais Samia, watawala au hata serikali ya CCM. Pia ni ushahidi ulio wazi kuwa hakuna hata tamko moja ambapo tumeisema dini ya Kiislamu. Kwa sababu hiyo tuliitegemea mashehe wangeona hilo. Hizo ni hoja sita za askofu mkuu Emaus Bandekile Mwamakula, ikiwa ni katika kujibu hoja za shehe wa Kiislamu mwanazuoni aliyeibuka ama aliyejitokeza na kuibua hoja ya makamu wa rais ama ukimya wa makamu wa rais kufuatia haya yanayoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anamalizia hapa askofu mkuu Emaus Bandekile Mwamakula kwa kusema: Jambo linaloshangaza ni kuwa sisi tukisema serikali na mapungufu yake, mashehe wengi wanaibuka na kuanza kuitetea na hata kuijibia serikali. Wapo ambao wanakwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa sisi tunaoipinga serikali tunahatarisha haki za Waislamu. Je, ni haki gani hizo ambazo hupatikana kwa viongozi wa serikali? Je, haki zao haziwezi kabisa kupatikana katika uchaguzi huru na wa haki? Kuna matamko mengi sana yaliyotolewa na viongozi wa dini baada ya uchaguzi, wakiwemo mashehe na maaskofu. Katika matamko hayo, yapo yaliyoilaumu serikali, yapo yalio neutral, yaani katikati, na yapo yaliyoiunga mkono serikali, lakini yapo yaliyochukua hatua ya kupambana kwa niaba ya serikali. Kilichonishangaza ni kuona hotuba ya Rais Samia ikijikita zaidi kwa matamko yale tu yaliyoilaumu serikali. Pengine haikuwa busara kwa mashehe hao ambao wako pamoja na Shehe Rajabu Katimba kutoa tamko lenye maudhui kama hayo baada ya hotuba ya Samia juzi, kwa kuwa Rais Samia alishambulia kanisa na kutokusema chochote kwa msikiti hata kama wapo mashehe ambao waliotoa kauli za kukatana vichwa. Tamko hilo la Shehe Katimba na wenzake, hizi hisia kuwa kuilaumu serikali ya Rais Samia ni kushambulia haki na maslahi ya waislamu ni lazima ziangaliwe. Je, hizi ni haki na maslahi ya waislamu wote au ni haki na maslahi ya baadhi ya mashehe tu? Hili ndilo swali la kulitafakari, lakini tamko la Shehe Katimba linaonekana kuwa tamko dhidi ya wananchi badala ya kuwa tamko dhidi ya hao aliowalenga maaskofu, au eh, hasa kanisa Katoliki, anapodai ya kuwa watu wanataka kumtoa rais aliyechaguliwa. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako mwanakondoo? Ameshinda tumfuate. Askofu Emaus Bandekile Mwamakula Itunge Dar es Salaam tarehe 4 Disemba 2025 saa 12 na dakika 40 alfajiri. Maneno haya ameyazungumza na kuyachapisha kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Facebook, Askof Emmaus Bandekile Mwamakula ikiwa ni sehemu yake ya kujibu hoja za shehe mwanazuoni wa Kiislamu aliyeibuka